penda kusisitiza na kujulisha umma uh, kuwa utekelezaji wa maamuzi hayo ya serikali kuhusu swala hili utaanza rasmi tarehe moja mwezi Machi mwaka elfu mbili na kumi na saba yani kesho, katika mikoa yote ya Tanzania Bara. Operation kwa ajili ya kufuatilia utekelezaji wa agizo hilo la serikali itaendeshwa kote nchini kuanzia tarehe 2 mwezi wa tatu. Ngoja nirudie. Operesheni maalum kwa ajili ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa agizo hilo la serikali itaendeshwa kote nchini katika mikoa yote kuanzia tarehe 2 mwezi Machi, ni kesho kutwa. Na katika mikoa na wilaya, zoezi hili litaendeshwa kwa uratibu wa kamati za ulinzi na usalama za mikoa na wilaya pamoja na kamati za mazingira katika ngazi ya mkoa, wilaya, tarafa, kata, vijiji na mitaa. Kamati hizi zitawajibika kuwasilisha taarifa za operation wakati na baada ya operation hiyo ofisi ya Rais TAMISEMI na nakala kwa ofisi ya makamu wa Rais. Mfumo wa stempu za kubandika kwenye vileo utarekebishwa na sasa kutakuwa na mfumo wa kielektroniki ambao una udhibiti mkubwa zaidi, kwa sababu moja ya changamoto uh, zimekuwa ni ukwepaji wa kodi katika uzalishaji wa vileo wa pombe za vileo uh. Lakini pili uh, pombe hizi zinazalishwa kwa malighafi na malighafi za pombe za viroba zinajulikana, na kwa sehemu kubwa ya malighafi moja kubwa hasa inaitwa ethanol. Uh, ni spirit ile na uh, watengeneza maligafi wa watengenezaji wa maligafi hiyo wanajulikana, na waingizaji nchini wa malighafi hiyo wanajulikana. Kwa hiyo TRA walipewa jukumu la kuwafuatilia na kutumia uh, sheria za kodi kudhibiti mauzo ya maligafi hiyo uh, kwa watengenezaji wa pombe kali uh, kwa sababu kwa hali ilivyo sasa mtu yoyote wakati wowote ana uwezo wa kununua malighafi ya pombe kali. Kwa hiyo ili kudhibiti na kufanikiwa katika utekelezaji wa jambo hili, udhibiti wa uuzaji wa malighafi ni jambo la muhimu. Kwa hiyo uh, wazalishaji na waingizaji wa malighafi hiyo watawauzia wale tu ambao wamepewa kibali, na pia watatakiwa kutoa taarifa, watengenezaji wa malighafi au waagizaji wa kutoa taarifa kila baada ya miezi mitatu ya kiasi cha ujazo kilichouzwa na wateja ambao wameuziwa, na itahitajika wateja hao wawe wamesajiliwa. Kwa hiyo kwa wenzetu za mali ghafi, uuzaji wa mali ghafi hiyo kwa watu wasio stahiki utakuwa ni kosa, ni kukiuka sheria na watachukuliwa hatua. Pili, mkemia mkuu wa serikali ambaye ndiye msajili wa kemikali za viwandani na majumbani atasajili makampuni na taasisi zinazoingiza kemikali za viwandani na majumbani nchini ikiwa ni pamoja na ethanol, malighafi. Ukaguzi huu wa viwanda vya plastiki utachunguza kama kuna mitambo ya kuzalisha vifungashio vya plastiki kwa ajili ya pombe kali. Mitambo ya kuzalisha vifungashio vya plastiki kama haitumiki kuzalisha bidhaa nyingine katika kiwanda husika, mwenye kiwanda atalazimika kutoa ufafanuzi kuhusu hatima ya mitambo. Kwa hiyo tunafahamu kwamba mara baada ya zoezi hili uh, kuna mitambo ambayo itakuwa haitumiki tena ambayo ilikuwa inatumika kuzalisha pombe kali. Uh, walioagiza na kuingiza mitambo hii hiyo, wao ndo watakuwa na wajibu wa hatima ya mitambo hiyo iliyoingizwa na mitambo ile ambayo haitumiki tena. Uh, ikibainika kwamba inatumika sasa kuzalisha pombe kali za vifungashio vya plastiki nyemela, basi itataifishwa na wahusika watapelekwa kwenye vyombo vya sheria. Hadi sasa serikali imepokea maombi ya uzalishaji tisa. Tutatangaza kesho iwapo kuna ambao wamekidhi masharti au la, lakini pia napenda kwa kuwatangazia kwamba kanuni uh, tulizosema kwamba zitapiga marufuku swala hili zipo tayari uh, na zitaanza kutumika sasa kwa ajili hiyo, lakini pia niseme kwamba tumepokea malalamiko ikiwemo, zikiwemo barua uh, kutoka kwa wazalishaji wa pombe kali uh, wakilalamika kwamba katazo hili limekuja ghafla na wengine wana mali ghafi na bidhaa zao kwenye maghala uh, na kwamba tutawatia hasara kwa sababu tumetamka, waziri mkuu ametamka tarehe kumi na nne samani tarehe 16 na akasema tarehe moja ndio mwisho. Kwa hiyo ni muda mfupi, hiyo ndio hoja kubwa uh, iliyoletwa. Lakini napenda niseme kwamba ninyi mnafuatilia habari na ninyi ni wanahabari, mnafahamu kwanza kwamba mwezi Mei mwaka jana 2016 tulitangaza bungeni kuhusu dhamira ya kupiga marufuku uh, pombe za viroba na mifuko ya plastic na tulisema kwamba zoezi hilo litaanza tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na kumi na sita na leo nilikuwa nawaambia ofisini hapa watu watafute, kwa sababu nakumbuka nilipata kusoma kwenye gazeti baada ya taarifa yetu siku ya wakati tunajiandaa kwenye siku ya mazingira duniani, tuliitisha press conference na kesho yake gazeti la Mwananchi likaweka ukurasa wa mbele eh, inasema serikali ya shusha serikali ya shusha rungu pombe kali za viroba hii. Ni habari ya, ya tarehe 30 mwezi wa 5 2016. Serikali ya shusha rungu pombe za viroba tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka 2016. Kwa hiyo kama kuna mtu ameagiza mali ghafi baada ya hapo, kwa sababu habari ilisema kabisa kwamba tarehe moja ndiyo mwisho kama kuna mtu amechukua mkopo baada ya hapo, kama kuna mtu amejenga kiwanda baada ya hapo, uh, atakuwa amefanya hivyo akijua madhara yake, uh, kwa sababu tulikuwa wazi kabisa, na tena tulisema kuanzia tarehe moja mwezi wa kwanza. Kwa hiyo tumechelewa, uh, kwa hoja kwamba wazalishaji wamepata notisi ya wiki mbili tu au wiki moja haina mantiki, haina mashiko uh, ni ni ile dhana ya kupuuza serikali kwamba serikali labda haitafanya. Sasa serikali hii ni tofauti ina, ina, inafanya kile inachosema. Kwa hiyo kuna tatizo kubwa, labda niseme tu la alcoholism kwenye jamii, ni ugonjwa kama ambavyo mnasema kuna mateja wa madawa, lakini kuna mateja wa vilevyo vile vile, tena wengi tena ni tatizo ambalo ndani ya jamii halizungumzwi. Uh, vijijini karibu kila familia ina mtu anayeumwa na hata mijini. Uh, tatizo la madawa linakuwa kubwa linafanywa kubwa kwa sababu ya necha ya lile jambo lenyewe, kwamba ni madawa yanapatikana kwa ujanja, yanapatikani, yana hela nyingi. Uh, lakini tuna madawa mengine ambayo tunayauza hivi hivi kwa urahisi uh, madhara ni yale yale ni addiction kwa sababu hapa issue ni nini? Addiction, utegemezi. Kwa hiyo uh, wote tunajua na hamna mtu asiyemjua hapa mtu ambaye anaishi kwa utegemezi wa kinywaji uh, na tunapo tunapoweka utaratibu uh, bora na sahihi wa kudhibiti upatikanaji kwa urahisi kwa pombe tunawaokoa watoto wengi wasiingie kwenye utegemezi uh, wa wa pombe. Kanuni namba saba ndio inatoa makosa na adhabu. Kwa hiyo, kuna importation ambaye anaingiza kutoka ndani ya nchi, kwa sababu tunafahamu kwenye maeneo mengi ya mipaka ya nchi yetu, ukikuta ukifika kule utakuta viroba kutoka nje ya Tanzania, viroba kutoka Uganda, kutoka Zambia, ndio vingi na ni bei nafuu. Kwa hiyo, itakuwa ni kosa kuingiza, na faini itakuwa si chini ya shilingi milioni tano au kifungo kisichozidi kisichopungua miaka miwili au vyote. Kwa ajili ya kuingiza, kuzalisha itakuwa faini isiyopungua milioni mbili au kifungo kisichopungua miaka miwili au vyote. Kuuza, kuhifadhi, kusambaza, na nyewe itakuwa faini isiyopungua shilingi laki moja au kifungo kisichopungua miezi mitatu au vyote. Uh, kumiliki kuwa nacho kiroba na kukitumia, uh, ndiyo faini isiyopungua elfu hamsini au kifungo kisichopungua miaka mitatu au vyote. Uh, kwa hiyo sisi hatuja pewa rasmi mpaka sasa taarifa ya ya watu kwenda mahakamani. Ambacho tumepokea ni maombi ya wale ambao wanataka kuongeza muda, lakini pia na malalamiko ya baadhi yao wamejiorodhesha uh, wakieleza kwamba wamepewa muda mchache, kwa hiyo serikali itafakari upya, lakini notice ya kupelekwa mahakamani bado hatujaipokea. Sijui kama wakati mahakami ndio mpokeaji wa barua za ofisi yetu bado, kwa hiyo bado